Na mshukuru kwanza mwenyezi Mungu. Napenda sana kushukuru management yangu ya Mafia Boxing Promotion kwa kuniandaa vyema na pia kuweza kunipatia nafasi kama hii ya kuweza kugombania tournament ya WBO. Mkanda mkubwa sana, ilikuwa e, ni ndoto yangu. Nampenda sana kumshukuru mwenyezi Mungu pia Napenda kusema kitu kimoja, uh, kama ka kuna mashabiki zangu ambao hawakufurahia uh, leo, kwa sababu niliwaidi mashabiki zangu wengi knockout, lakini kwa bahati mbaya kutokana na mpinzani kwa jinsi kwa fujo ambazo leo nilipopata kati kwa kabidi niende kuscore, lakini tutaenda kujipanga. Nishachukua bingwa ya WBO na nitautetea kwanza kufika madao mengine zaidi ya WBO Africa, kuja kwenye WBO Global na kuenda kwenye, kwenye international. Mpizani, ameonekana amekupa changamoto yetu? Uh, sidhani kama alinipa changamoto ilabada inaribia mchezo. Sidhani kama alinipa changamoto kwa sababu kwenye asilimia kubwa zote ilikuwa ngumi zake nyingi zinaisha kwa mkono yangu kwenye gadi, mimi kwa ndo naweza kulending na kuweza uh, kuonyesha kwa naweza kubox na naweza pia kupigana. Neno kwa mashabiki zangu wasichoke kunisapoti, wasichoke, uh, kusapoti mabondia yote wa boxing wa, waache bifu zetu kama mabondia tuna mabifu zetu, wasitugawe, yeah. Sisi wote ni yetu kuikuza njia kui, boxing. Kwa hiyo watusapoti wote kila moja kwa namna yake. Asante ah, sana uh, yote anaachia management yangu yote, ay anaachia management yangu mimi ni bingwa sasa, kwa hiyo sina haja ya kumsibidisha mtu kwa mii, ni, ni mkali kwa sababu so, mi tayari ni bingwa, kwa hiyo mi namkanda wao ndo ndotantaka. Mimi na manejimenti yake wana hela ya kupanda, wanaweza kupanda hela kuja kutaka nitetee, ni, ni mkandangu kwake an, kwa so, so. na akiwa na vigezo vya kutetea mkandangu kwake nitatetea, bondia yoyote yule. Kwa sasa, bondia wa nje ya nchi natamani sana kucheza na Liam Smith sana suu <coughs> <Chukani> sana <coughs> <Chukani sana. tos> <coughs> <coughs> <coughs>